Kwa changamoto mbalimbali mbali zinazohusu bajaji wenzangu wameshazizungumza, ntaenda nje kidogo. E, mheshimiwa waziri, kiukweli leo sikuwa na mpango wa kuongea chochote, lakini nilivyoona na wewe umekuja umepiga tisheti umepiga lacoste chini, nikaona huyu ni mwenzangu, acha tuongee. Kwanza nianze kuipongeza halmashauri ya mji wa Tunduma, kiukweli mnyonge mnyonge ni haki yake mpeni mimi kama katibu mkuu wa umoja wa bajaji mkurugenzi, popote alipo, mama cha urembo, makofi yako mama. Sinataka niwahamasishe vijana hapo kwamba jamani, kule mikopo haiangalii sura, uwe kamilisha vigezo vya kiserikali. Mikopo ipo, lakini tunaomba hapo, mheshimiwa waziri, kwa muda kidogo, hakatoshi thelathini na nne kwa siku. Una watoto nyumbani, maisha mengine yanaendelea, tunashindwa hata kutibu watoto unaweza ukaanza na suruali moja mwezi wa tano ukamaliza nayo, mkataba ni changamoto kwao. Tunaomba kamuda kidogo hapo. Ombi langu na ushauri kama serikali, vijana wengi wamejikita kwenye kuzuia watu na kukaba watu kwa sababu ya kukosa fedha kwa ajili ya matumizi. Swala la kwanza, vijana wengi wako ulaiani, serikali inatangaza ajira kwa vijana lakini vijana hizo ajira za serikali hawazipati. Isitoshe wengine hawana mudi ya kwenda shamba. Nafikiri mngeweza kutusaidia kuwapa ajira vijana za serikali ambazo zinajitokeza, aidha kwa ujenzi, aidha kwa shughuli mbalimbali ambazo zinajitokeza za serikali. Naomba mjitahidi kama serikali muweze kuwapa fursa hawa vijana ili nchi yetu au mji wetu wa Tunduma uweze kuwa salama kwenye upande wa vyeti vya driving. Mfano hapo uh, awali tulikuwa na uh, shule nyingi sana ambazo zilifundisha udereva. Kitendo cha mimi kwenda kusoma, manake sikuamua, nilitangaziwa na dito mkuu wa trafiki, ila muomba manake mkaguzi wa driving kama sisi tulivyo kwamba bana mpaka sasa kuna chuo kinatembea unatakiwa ukasome. Mimi najitoa na mzurumu bosi wangu ambaye amenikabidhi pikipiki ya mkataba na mzurumu fedha na lipa kule shuleni basi naendelea kusoma cheti nalipa lipa ndo hivyo. Lakini siku ya siku sasa hivi Mheshimiwa Waziri, cheti ulicho nacho ukienda kuombea unaambiwa cheti hicho hakina kazi. Maana hata serikali imehusika kutapeli mwananchi. Wamefurahi uteuzi wa rais kwako. Lakini furaha yetu siji, kama majonzi kwamba kile tunachokutuma kisitekelezeke. Ki. Baadaye turudi kwenye mujibu wa kushughulikiana <laughs> au kama sio kushughulikiana, tuingie kwenye matatizo ya kwanza, ukaguliwa leseni au tukaanza kusema. Ulisema kuna vyuo viwili, basi vile vyuo viwili ambavyo vipo ndio tuendelee kusema. Sasa kadai leseni, tunaomba uturuhusu au zungumze na rais, vile vyetu tulivyosoma awali, wakati hivi vyuo havipo, turuhusu vifanye kazi ukisha tuuso tufanye kazi sisi ni madereva wazuri sana ambao tunajali kila kitu, lakini zaidi hii barabara barabara hii haipitiki, haipitiki kabisa. Maroli mengi yaani ajali zimejaa hapa, unataka kukopa kidogo nagongana na roli huku kwetu. Tunaimba wimbo unasema twalikumenya na roli. Sasa hii shida imekuwa shida sana kwa wananchi na kwa madereva bodaboda. Nimewaelewa kuhusiana swala zima la kwenye checkpoint. Nimeulizia hapa nimewambia, kuna fedha ambazo vijana bajaji wanatozwa kwa ajili ya kuweza si kuvuka kwenye hizo checkpoint, kutokana na makosa kwenye bajaji. Kwa maana nyingine, manake ni vitendo vya rushwa. Kamanda RPC yuko pale, anafanya kazi nzuri sana. Niagize, na tumepokea maelekezo yako, mimi nitasimamia kuhakikisha kwamba vijana hawa hawanyanyaswi, na jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Jambo hili tutalifanyia kali, ili vijana wa bajaji ambao wame jiajiri kwenye bajaji wamejiajiri kwenye bodaboda wasinyanyaswe. Yeyote ambaye anatozwa fedha ambazo ni kinyume na utaratibu, fedha hizo hazipaswi kutozwa. Tupatieni taarifa ili tuweze kuchukua hatua. Serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ni serikali ya wananchi. Hatuwezi kukubali maafisa wachache wanaweza a, kufanya vitendo ambavyo vinakwenda kinyume na utaratibu. Umoja wa bajaji wameeleza kwamba marejesho ambayo wanapewa kuyafanya kwa mwaka ni makubwa kuliko faida wanaoipata katika biashara zao. Wanalazimika kukopa takribani elfu tisini kwa kila wiki ili waweze kupata hao wa marejesho. Maelekezo yangu, uongozi wa halmashauri kwa mkoa utalisimamia hili. Umoja wa bajaji mkutane kesho pamoja na viongozi watawapa maelekezo, mujadiliane swala hili. Dhamira ya mikopo hii ni kuwatoa wananchi katika umaskini. Kama inawaingiza katika umaskini, maana yake hakuna tunachofanya na mheshimiwa rais hata furahi kusikia habari hiyo. Kwa hiyo tukae chini. Hata tukienda taasisi za kifedha kule benki, huwa tunapewa utaratibu wa namna ya kulipa kulingana na uwezo na tathmini iliyofanyika katika biashara. Ninajua ziko taratibu, najua ziko sheria, lakini najua pia hizo sheria na taratibu zilizowekwa tunaweza tukatumia hekima na busara ili tusiwatumbukize hawa vijana wetu katika madeni makubwa zaidi.